Je, unasumbuka kupata wateja na hata ukiwapata hawanunui, wanaishia tu kuuliza bei na kuondoka? Au pengine unatumia nguvu nyingi na fedha nyingi kutangaza biashara yako, kutangaza bidhaa yako au huduma yako, lakini haupati wateja au nguvu na muda unaowekeza kutangaza biashara yako haiendani na matokeo unayoyapata. Basi kama jibu ni ndio, basi somo la leo ni kwa ajili yako. Somo la leo ni maalum kwa watu ambao wana mauzo madogo katika biashara yao. Somo la leo ni maalum kwa ajili ya watu ambao wanatangaza sana biashara yao lakini hawapati wateja au wanapata wateja kidogo wanaoishia tu kuuliza bei na kuondoka. Katika siku ya leo katika YouTube chaneli yangu ninaenda kukufundisha sababu kubwa sita za kwa nini unatangaza lakini haupati wateja, sababu kubwa sita za kwa nini matangazo yako hayakupi wateja wa kutosha. Kuna mambo unapaswa kurekebisha kama unatamani kupata wateja wengi kwa ajili ya bidhaa au huduma unayoitoa. Karibu sana bwana, mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara niliyeidhinishwa na benki kuu ya Tanzania, yani certified financial educator, na mwandishi wa vitabu ikiwemo hiki kitabu ambacho kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara, ambapo somo la leo nimelitoa katika kitabu changu hiki cha Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. So kama nilivyokuambia, bwana, leo ninaenda kukupa sababu kubwa sita za kwa nini matangazo yako ya biashara hayakupi wateja wa kutosha. Sababu kubwa sita za kwa nini unatangaza lakini wateja hawaji dukani au ofisini kwako, na sababu nitakazokupa, sababu ya sita ndo sababu muhimu zaidi. Kwa hiyo jitahidi usikilize somo hili mpaka mwisho kwa sababu nimeliandaa kwa ajili yako wewe, mfanyabiashara au unayetaka kwenda kuanzisha biashara, ili biashara yako isifeli. Unajua, kuna sababu nyingi za kwanini biashara nyingi zinakufa, lakini sababu kubwa kuliko zote biashara nyingi zinakufa kwa sababu wafanyabiashara wamekosa wateja katika biashara zao. Ukikosa wateja, ina maana utakosa mauzo. Mauzo yakiwa chini, utashindwa kuendesha biashara yako. Kwa hiyo, kama nilivyokwambia, nitakupa sababu kubwa sita za kwanini ni haupati wateja licha ya kwamba unatangaza sana biashara yako. Kuna sababu mbili za kwa nini watu wengi hawapati wateja. Sababu ya kwanza, watu wengi hawapati wateja kwa sababu hawatangazi biashara yao. Sababu ya pili, watu wengi hawapati wateja kwa sababu hawajui namna sahihi ya kutangaza. Inawezekana wewe utangazaji kabisa biashara yako, hauna bajeti unayoitenga, hauna kiasi fulani cha fedha unachokitenga kila mwezi kutangaza biashara yako, au unatangaza biashara yako, lakini shida ipo kwenye namna ya kutangaza biashara yako, haujui namna sahihi ya kutangaza biashara yako. So leo nitaenda kufundisha sababu kubwa sita za kwa nini unasumbuka kupata wateja, au unatangaza upati, uh, upati wateja. Sababu ya kwanza kwa nini haupati uh, uh, wateja wa kutosha, unatangaza sehemu isiyo sahihi. Ili uweze kupata wateja ni lazima utangaze biashara yako sehemu ambako kuna wateja wako. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Tangaza sehemu yenye wateja wako kwa kuzingatia kwanza jinsia. Lazima ujue bidhaa yako haswa inanunuliwa na watu wa jinsia gani. Kama Umeona hivi vitabu vyangu mimi nimeandika vitabu vinne lakini asilimia themanini ya wanunuaji wa vitabu vyangu ni wanaume na sio wanawake. Licha ya kwamba hivi vitabu vinatakiwa visomwe na watu wa jinsia zote, lakini asilimia themanini ya wanunuaji wa vitabu vyangu ni wanaume na sio wanawake. Kwa hata nitakapotaka kulipia matangazo, nitakapotaka kusponsor eventi fulani, natakiwa niende kwenye eventi ambayo ina wanaume wengi. Nikitaka kusponsor, natakiwa niandike kwenye Instagram pale au Facebook, natakiwa nichague jinsia ya kiume. Kwa hiyo inawezekana bidhaa yako na wewe inatumika na watu wa jinsia zote, lakini haina maana kwamba watu wa jinsia zote ni wateja wako. Kama mimi kwenye vitabu, wateja wangu wakubwa ni wanaume, lakini unakuta nikija kwenye huduma zangu nyingine, na wateja wanawake tu ambao ndio wateja wangu wakubwa. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Lakini pia tangaza kwa kuzingatia kipato. Kuna aina ya bidhaa unaouza wewe unalenga watu wa kipato cha kati na watu wa kipato cha juu. Kwa kuna namna unatakuwa uwatangazie watu wa namna hiyo. Lakini pia unapotangaza zingatia pia umri. Kuna aina ya bidhaa zinatumika sana na watu wa umri wa miaka 60, 50, 70, unauza dawa za kisukari, unauza dawa za pressure. Huwezi kuwatangazia event kwenye event au tukio sehemu ambayo kuna vijana, si ndiyo eh? Kwa hiyo angalia umri, angalia jinsia, angalia kipato, angalia interest. Sisi tunaelewana. Kwa mfano mimi sina interest na mpira. Sipendi mpira, sifuatilii mpira. Ukinitangazia vitu vya mipila mipila jezi, sijui mipila, sijui nguo za, mip, za michezo, mimi siwezi kukuelewa kwao. Angalia interest, watu wana interest gani? Bidhaa yako inatumika na watu wenye interest gani, ndo ukawatangazia huku, si ndio jamani, eh, unatangaza jezi, ukienda kwenye mabanda ya mpila unaweza ukauza zaidi, si ndio eh? na vitu kama hivyo hapo, au watu unakuta wanauza jezi siku ya mechi ya Yanga na Simba, watu wanaenda pale wanauza kwa. Angalia interest pia, kwa kuna vitu hapo. Nimekuangalia nimekuambia, sababu ya kwanza kwa nini haupati wateja wa kutosha ni kwa sababu unatangaza sehemu isiyo sahihi. Sehemu sahihi ya wewe kutangaza bidhaa zako au huduma yako ni ile sehemu ambako unazingatia jinsia, unazingatia umri, unazingatia kipato, unazingatia interest, sio? Tumeelewana mpaka hapo eh? Hata kwenye matangazo ya kulipia yale sponsored ads, unatakiwa uangalia hivyo hivyo: bidhaa yangu inatumika na watu zaidi wa umri gani bidhaa yangu inatumika zaidi na watu wa jinsia gani? Bidhaa yangu inatumika zaidi na watu wa kipato gani? wenye interest gani? ndo kwenye yale matangazo ya kulipia Instagram sponsored ads ndo una seti hivyo, au Facebook au kwenye mitandao mingine. So, sababu ya kwanza kwanini upate wateja wa kutosha, unatangaza sehemu isiyo sahihi, hauwajui wateja wako ni wakina nani, ndio maana hauwezi ukapata wateja haujui. Ukijaribu kuuza kwa kila mtu, hautauza kwa yoyote. Hilo ni jambo natakiwa uelewe, lazima ujue wateja wako, haswa ni wakina nani. Sababu ya pili ya kwa nini unatangaza lakini haupati wateja: tangazo lako halina ubora wa kumvutia mteja kuendelea kulifuatilia. Unatengeneza matangazo ndiyo, lakini matangazo yako hayana ubora, matangazo yako hayana ubunifu wowote, hayana maajabu yoyote. Unatengeneza tangazo unakuta tangazo, matangazo yako aina nyingi wapendwa. Kuna matangazo ya picha, unapiga tu picha bidhaa, huduma yako unaipiga tu picha. Kama unauza simu unapiga tu picha. Sasa unapigaje hiyo picha? kama unapiga picha vibaya tangazo linavyoonekana likiwa bora, watu wanaamini hata bidhaa zako pia ni bora. Unauza dawa za kupunguza kitambi, unauza dawa za magonjwa mbalimbali, hakikisha unapotengeneza tangazo za lile dawa yawe ni matangazo yenye kuvutia. Kama ni picha yenye quality kubwa, kama ni video yenye quality kubwa, sauti iwe nasikika vizuri, mazingira yawe mazuri. Watu wakiona tangazo lako ni bora, wanaamini pia hata bidhaa yako ni bora. Si tumeelewana mpaka hapo? Watu wanahusianisha ubora wa tangazo na ubora wa bidhaa, hata kama ni vitu ambavyo havihusiani. Kwa hiyo, the high you invest kwenye tangazo lako ndio the high the return, the high the investment the high the return. Ukiwekeza fedha na muda wako mwingi kutengeneza tangazo lililo bora, ndivyo ambavyo na wee tangazo hilo litakupa wateja wengi wakununua na wateja wa uhakika. Kwa nini? Kwa sababu wateja wakiona tangazo ni bora, wanaamini hata bidhaa yako ni bora, wanaamini hata huduma yako ni bora. Si tumeelewana mpaka hapo eh? Tangazo zuri pia linakuletea engagement kwenye mitandao ya kijamii Usichukue tu kila, sio kila simu inafaa kupiga picha bidhaa zako, tumia simu nzuri. Si tumeona mpaka hapo eh? Yes, mnaona video zangu mimi, mimi video zangu nazoziona hizi ni video bora sana na shuti kwa ubora wa 4K kwa sababu simu unayoiona natumia ni iPhone 16 Pro Max. Kwa na wewe kama hauna uwezo wa kununua simu bora kama hii ya iPhone 16, basi unaweza ukatafuta watu wenye simu kubwa wakakusaidia, wakakuazima ukapiga picha au ukatafuta kamera, ukapiga picha, ukawa na siku maalum kwa ajili ya kupiga picha bidhaa au huduma unayoitoa. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? So sababu nyingine inayofanya watu wasipate wateja wengi ni kwa sababu unatengeneza matangazo yasiyo na ubora. Ubora wa matangazo unapimwa kwa quality ya picha au video, quality ya sauti na mwanga ulioonekana pale na wewe mwenyewe unayeshoot. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? hiyo video ni bora lakini we mwenyewe uko ovyo ovyo tu. Hilo ni jambo la muhimu sana. Sababu ya tatu ya kwa nini watu wengi mnatangaza lakini hampati wateja wa kutosha: tangazo lako linafanana na matangazo ya washindani wako. Ikiwa tangazo lako litakuwa sawa sawa na washindani wako, wateja hawatakuwa na sababu ya kuja kununua kwako. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Yaani tangazo lako wewe halina ubunifu wowote. Ni matangazo tu kama matangazo mengine tuliyoyazoea kwenye mitandao ya, ya kijamii. Sasa ili uweze kuuza zaidi hicho kitu hakitakiwi. Tunaelewa namba mpaka hapo. Kama unataka kupata wateja wengi kwenye mitandao ya kijamii, unataka kupata wateja wengi kwenye biashara yako, tangazo lako linatakiwa lio lina ubunifu. Matangazo yenye ubunifu ni yale matangazo ambayo yanakuwa ni ya kuelimisha. Sisi tumeelewana mpaka hapo eh? Tunaita educative selling, yani ni tangazo ambalo mtu akiliona anaweza kafikiri ni elimu, kumbe ni tangazo anatangaziwa pale, au linaweza nikawa tangazo la burudani. Ndio pale watu wanaouza nguo wanakuwa wana, kuna mziki unaimba <coughs> wale wanaouza nguo kuna mziki unakuwa na imba naye anakuwa na, na mevaa nguo ile anacheza cheza pale, si tumeona hilo ni tangazo lenye ubunifu. Kwa hiyo angalia, jifunze kutengeneza matangazo yenye ubunifu. Kwa hiyo unashindwa kupata wateja wengi mtandaoni, unashindwa kupata wateja wengi kwa sababu matangazo yako yamefanana na washindani wako, tangazo lako halina ubunifu wote eh, tangazo lako halina ofa. Kama ni ofa, basi ofa yako inafanana na ofa ya mshindani wako na vitu kama hivyo. Hapo tengeneza matangazo ambayo ni ngumu sana kwa mpinzani wako kuiga kutengeneza. So, tangazo lako lazima lio lina utofauti. La, we, la lina utofauti unapotengeneza tangazo la wewe, unauza simu. Unapotengeneza tangazo la simu, jiulize hili tangazo gani, lina utofauti gani na matangazo mengi yaliyopo sokoni? Kama tangazo lako la biashara halina utofauti na matangazo mengine yaliyoko sokoni, wateja watascroll tu, hawatakuwa na sababu ya, ya ku follow au kufuatilia ya peji yako ya mitandao ya kijamii. Sababu ya nne ya kwa nini watu wengi wanatangaza biashara zao lakini hawapati wateja, tangazo lako halimharakishi mteja kununua. Mteja ameona tangazo lako la suti, suti ndio ni nzuri, kwa nini ninunue leo? Mteja ameona tangazo lako la simu, mteja ameona tangazo lako la kamera, unauza unauza chakula mtandaoni, kwa nini mtu ninunue leo? Unanipa sababu gani ya mimi kuja kununua nguo leo, kuja kununua TV leo, kuja kununua friji leo? Si tunaelewana mpaka hapo? Kwa hiyo tangazo lako ili liweze kukupa wateja wa haraka, ni lazima limtengenezee mteja sense of urgency, uharaka wa kununua au dharura, weka dharura katika tangazo lako. Si tunaelewana mpaka hapo eh? unaweza kumtengenezea mteja uharaka wa kununua kwa kumpa ofa ya punguzo la bei kama atanunua ndani ya muda unaotaka wewe. Unaambia bwana TV ni laki tano na nusu, lakini kama utanunua leo tutakuokolea asilimia labda 30 badala ya laki tano na nusu kwa laki nne na nusu. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Kwa utangazo limpe mteja uharaka wa kununua. Unaweza kutoa ofa ya punguzo la bei ili anunue haraka. Unaweza kutoa ofa ya nyongeza bidhaa. Unamwambia bwana suti ni laki mbili, lakini kama utanunua leo sitakupa tu suti, nitakupa na shati bure. Si tumeona hiyo ni aina ya ofa pia unaweza kutoa, lakini unaweza kutoa ofa ya free delivery. Watu wote wanaonunua leo tunawasafirishia mikoani bure kabisa, au tunawasafirishia, tunafanya delivery bure kwa watu wote watakaonunua leo. Kwa hiyo make sure unampa mteja sababu ya kununua haraka, ili uweze kupata wateja. Watu wengi matangazo yao hana uwezo wa kuwafanya wateja wanunue haraka, hana, hana, hana sense of, of urgency. Si tumeona hapo eh? Sababu ya tano ya kwa nini matangazo mengi unayoyafanya yafanya hayakupi wateja ni kwa sababu matangazo yako yanakosa offer bab kubwa. Offer bab kubwa au irresistible offer, ni moja ya njia kubwa sana kwa wafanya wateja wanunue haraka sana. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Kwa nini mteja ajanunue kwako na sio kwa washindani wako? Kwa nini mteja ajanunue sasa na sio mwezi unaofuata? Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Tengeneza irresistible offer kuna aina mbalimbali za ofa unazoweza kuzitengeneza zikawafanya wateja wanunue mapema na haraka iwezekanavyo, na waje wanunue kwako na sio kwa washindani wako. Unaweza ukatoa ofa ya punguzo la bei, utanunua utanunua, ofa ya delivery au inawezekani offer ya after service. Unawambia bwana, ukinunua kwetu simu, kama utanunua kwetu simu mwezi huu, basi tutakupa offer ya after service, yaani simu ikiharibika, tutakutengenezea bure au tutakutengenezea kwa asilimia hamsini ya gharama za matengenezo. Sisi tumeelewana, eh? Lakini offer unayotengeneza hakikisha inakuwa ni ir irresistible offer. Hiyo ni offer ambayo mteja hawezi kuchomoa. Hiyo ni offer ambayo mteja akiiacha ajione ni mjinga. Sisi tumeelewana mpaka hapo, eh? Yes, kwa utangazo unayoyafanya hayakupi wateja kwa sababu matangazo yako hayana offer bab kubwa. Sababu ya sita na ya mwisho, kwa nini unatangaza biashara yako lakini haupati ya wateja ni kuwa watu wanashindwa kuamini bidhaa au huduma yako. Yani, unashindwa kupata wateja katika biashara yako kwa sababu wateja hawakuamini, hawaamini bidhaa yako, hawaamini huduma yako au hawaamini, hawakuamini wewe mwenyewe. Si tunaelewana mpaka hapo, eh? Kwa hiyo basi ili uweze kupata wateja wengi, hakikisha wateja wanakuamini. Kuna njia nyingi za kuaminika, nitakuwekea mwisho wa video hii, nitakuwekea somo ambalo nimeshalitengeneza, la mbinu za kuwafanya wateja wakuamini na wanunue kutoka kwako kirahisi. Lakini moja ya mambo ambayo yanaweza yakakusaidia ukaaminika kirahisi na wateja wakanunua kwako mojawapo ni kuwa na ofisi huo unapatikana, usio unauza tu online. Watu wakamwambia bwana ofisi yako iko wapi? Usio unapiga dana dana, anambia ofisi kwa kwenye matengenezo tunafanya marekebisho. Hizo watu wanazielewa, wanajua kabisa wewe hauaminiki, kwa sababu anajua ukiwafanyia uuni hawana pa kukupata. Watu wenye ofisi wanaaminika zaidi na wanauza zaidi kuliko wale wanauza online peke yake. Njia ya pili ya kufanya kuaminika, kuna aina bidhaa au huduma, toa warranty na guarantee. Of course, vitabu vyangu hivi kwa mfano, mimi nauza vitabu siwezi kukupa warant kwa vitabu, ni uhakika kwamba vitabu hivi ni original na wewe ukikiona unaona ni original. Lakini kama unauza vitu vya electronics, unauza simu, unauza mafriji, unauza tv au unauza ac au unauza bidhaa zozote za umeme au unauza bidhaa za afya, hivyo vitu, bidhaa za afya, dawa, huduma za afya, upunguza vitambi, kisukari, magonjwa mbalimbali, au vya hivyo vitu vya electronics, hivyo vitu mpendwa, lazima uwe na warrant au guarantee. Kinyume na hapo utasumbuka sana kupata wateja kwa sababu wewe usipotoa warrant, mwenzio atatoa warrant. Mtu hawezi kununua simu ya laki nane, milioni moja, unamwambia utoi warrant au milioni mbili, sisi tunaona mpaka hapo. Kwa hiyo namna nyingine ya kufanya wateja kuamini, toa warrant na guarantee kwa aina ya bidhaa, hasa vitu vya electronics, flash, memory card na vitu kama hivyo, hapo vitakusaidia zaidi kuuza. Njia nyingine ya kuaminika, tumia shahuda za watu waliosaidiwa na bidhaa huduma yako, hasa wale mnauza bidhaa za afya, mnaotoa huduma za afya, ni watu wangapi wamesaidiwa na bidhaa au huduma yako, unaweza kutumia hizo shahuda kuweza kuwafanya wateja wa kuamini kwa, kwa sababu wateja wanapopata tatizo wanatafuta mtu wa kumwamini mtu ambaye atatatua tatizo lao. Huko nyuma wateja wamepoteza sana pesa kwa kulipia bidhaa ambazo hazikuwa za uhakika, kulipia huduma ambazo hazikuwa za uhakika. Ili wasifanye makosa tena, wanakuwa makini sana kuchagua muuzaji ambaye ni wa uhakika. Kwa hiyo sasa, ili wewe uweze kuchaguliwa kirahisi, make sure unatumia shuhuda tumia shuhuda za watu walionufaika na bidhaa au huduma yako, itakusaidia sana kupata wateja kirahisi. Kwa hiyo sababu ya sita niliyokuambia, ndo maana nilikwambia hii sababu ya sita ndo muhimu zaidi ya kwa nini watu wengi hawapati wateja, ni kwa sababu unashindwa kuaminika na wateja wako, wateja hawakuamini wewe, kama wewe umekaa kiuni kiuni, unaongea kiuni kiuni, umevaa kiuni kiuni, umenyoa kiuniuni au wateja waamini bidhaa yako. Wewe kama wewe unaweza kuwa wanakuamini, lakini bidhaa au huduma yako hawaiamini. Kwa hiyo ndio maana unatakiwa utumie warrant au guarantee, na mambo mengine mengi ya kujenga uaminifu katika biashara nimeshaeleza katika YouTube channel yangu. Sasa hili somo bwana, kama nilivyo, nimelitoa katika kitabu changu cha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara. Kitabu kinaeleza mbinu za kupata wateja wengi, mbinu za kuongeza faida unapoanza biashara au unapoendelea na biashara, lakini kitabu pia kinawafaa watu ambao hawajui wafanye biashara gani, hawajui waanzeje anzeje biashara ili waweze kufanikiwa. Kitabu hiki ni elfu ishirini tu, unaweza ukakipata. Lakini pia nina ni kitabu kingine kinaitwa akili ya fedha. Kitabu kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Ni kitabu changu kipya, ni kizuri sana, ni elfu thelathini lakini kwa sasa, kwa sababu ni kipya, utakipata kwa ofa ya shilingi elfu ishirini na tano Lakini na kitabu kingine kinaitwa nguvu ya kujua. Kitabu kinaeleza eh, mambo kumi na sita unaopaswa kuyajua na kuyazingatia ili uweze kufanikiwa kwenye maisha, ni elfu ishirini Kitabu changu kingine ni hiki Kanuni ishirini za Fedha. Hii kitabu kinaelezea misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Kanuni za uwekezaji utazifunza huko. Utajifunza uwekezaji kwenye hisa, hatifungani, uwekezaji wa pamoja kama UTT na aina nyingine za uwekezaji kama uwekezaji kwenye mali, nyumba, viwanja na kadhalika. Hiki nacho ni shilingi. Popote ulipo nchini Tanzania unaweza kupata eh, vitabu hivi. Na kupata vitabu hivi piga namba simu 07 44 260 au piga namba ya simu ya ofisini unayoiona katika skrini. Tafadhali usiache kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya, na zaidi, nifuatilie kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene, Instagram Victor Mwambene you, e, e, e, Facebook Victor Mwambene, TikTok Victor Mwambene. Na hapa dukani bwana tuna vitabu vingi vya fedha, biashara na mafanikio. Tunavyo vya Kiingereza, tunavyo pia vya Kiswahili. Tuna vitabu bora duniani kama Rich Dad Poor Dad, Richest Man in Babylon, Seven Habits of Highly Effective People. Tuna vitabu bora kama The Entrepreneur Mind, Your Money or Your Life, Entrepreneur Mind, Millionaire Fastlane, Millionaire Next Door na vingine vingi, vingi, vingi kama kitabu cha Ikigai na vinginevyo. Karibu sana bwana, unaweza kupata vitabu vya dukani kwa namba hiyo niliyokutajia hapo mwanzo. Asante, hadi wakati mwingine.